Kifo cha Papa Francis ni hadithi ya uzuni. Katika asubuhi ya Jumatatu ya Pasaka, Aprili 21, mwaka 2025, dunia ilipoteza kiongozi wa kiroho mwenye huruma na upendo, Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88. Alifariki saa moja na dakika 35 asubuhi katika makazi yake Kasa Santa Marta, Vatican, baada ya kuugua kwa muda mrefu kutokana na matatizo ya mapafu. Papa Francis alijulikana kwa unyenyekevu wake na kujitolea kwa wanyonge. Alikuwa sauti ya maskini, mtetezi wa mazingira na alifanya juhudi kubwa kuleta mageuzi ndani ya kanisa la Katoliki. Alivunja mila kwa kuishi maisha ya kawaida akiepuka anasa za kipapa na kuhimiza mazungumzo ya kidini na mshikamano wa kijamii. Siku ya mwisho kabla ya kifo chake, licha ya udhaifu wake, alionekana hadharani kwa mara ya mwisho akiwa kwenye kiti cha magurudumu, akiwabariki waumini waliokusanyika katika viwanja vya Mtakatifu Petro. Hii ni Nje ya Box TV. Usisahau kusubscribe. imeletwa kwako na Elvan Wankyo.